au ugonjwa wa masundosundo. Huu ni ugonjwa ambao unaenea kwa kasi sana, lakini hausemi na mtu anaweza kuwa amepata ugonjwa, anaweza hasijisemi, lakini ni ugonjwa ambao unasumbua sana watu, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaenea kupitia njia ala masundosundo, ya kujamiana. Ukipata haya masundo sundo yanaweza yakaota kwenye lipsi za mdomo kwenye mapaja kwenye mashavu ya uke, pia yakiwa yanazunguka uume wa wanaume. Huu ugonjwa unasababishwa na bakteria anaitwa HP, wanaitwa HPV. Sasa sababu ambazo zinaweza zikaonyesha zika kana kwamba wewe tayari umeshaugua ugonjwa wa masundosundo, namba moja, Unakuwa unatokwa na uzito na uchafu mzito sehemu za siri na pia unawashwa kupita kiasi. Sababu ya pili, ile sehemu ambayo inazungukwa na hayo masundosundo, unakuwa unasikia ganzi. Huu ugonjwa unaanza sana kwa mwanamke, kwa mwanaume sio sana, lakini kwa mwanamke unaweza ukapelekea akapata kansa ya shingo ya kizazi. Kingine Nataka kukushauri, kuna msemo unasema kwamba tiba kinga ni bora kuliko tiba. Ili uweze kuepukana na huu ugonjwa, kwanza, usifanye oral sex. Pili, epuka kuwa na wapenzi wengi. Kingine, acha kufanya mapenzi kinyume na mambile, sababu nyingi sababu nyingine, acha kutumia madawa ya kulevya. Kama hauja subscribe channel yangu, subscribe ili uweze kujifunza ninapokuwa ninaposti video mpya.